Sasa ndugu zangu, natoa wito kwa waislamu wenzangu wote, hususan ndugu zangu salafiyin. Natoa wito kwa watanzania wote, tusikubali kuichoma nchi hii kwa mikono yetu. Wallahi alazim, tusilikubali hilo jambo. Na nani amekwambia kwamba tukiharibu nchi hii ndio tutapata muradi wetu, kwamba akiingia huyo fulani unayemtaka wewe ndio maisha yako yatakuwa bora Amekwambia maneno hayo nani? Na amekwambia kwamba watawala ndio wenye kushikilia riziki zetu? Kwa una akili sawa sawa. Yaqulu nnabiyu sallallahu alaihi wa alihi wasallam, inna rizqa la yatlubu al-abda kama yatulubuhu ajaluhu, Riziki humtafuta mja kama vile mja anavyotafutwa na ajali yake. Kama vile ambavyo huwezi ukakwepa kifo hata kama umezungukwa na makomando, una ulinzi wa hali ya juu, madaktari bingwa ndio wenye kukutibu au umekwenda nje kwenye hospitali za ng'ambo za wataalamu wenye vifaa, kifo kikifika wakati wake hutoweza kuzuilika. Na wamekufa vigogo katika ulimwengu huu, vigogo wenye kila kitu wameondoka. Basi wallahi, mfano wake ni mfano wa riziki. Riziki yako huwezi ukaikwepa, ikiwa imefika wakati wake, mtawala awe nani, awe nani, utapata tu. Na kuna watu wanapata riziki wakati watawala ni maadui zao na kuna watu wanakuwa masikini wakati watawala rafiki zao. Mtu anasema huyu jamaa yangu kabisa, nimesoma naye mimi, mtu wangu, tulikuwa naye maskini, lakini hatoi pande. Jamaa na bana, unakuja kupata riziki kwa adui yako. Hakadha riziki. Akili ziko wapi za Waislamu? Ndivyo riziki ilivyo, na nyie ni watu wazima, mnajua maisha. Lau maisha haya yangetegemea watu, tungeshakufa sisi.